Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameliagiza jeshi la polisi nchini humu kuongeza jitihada kukomesha matukio ya watu kupotea. Rais Samia ametoa agizo hilo wakati akilihutubia Bunge jijini Dodoma, ikiwa ni hotuba yake ya mwisho katika bunge hilo kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Amesema serikali ya Tanzania imeendelea kuliimarisha jeshi la polisi kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, akisema vituo vya polisi mbili vimejengwa hadi ngazi ya kata. Ameongeza kusema kuwa kasi ya kuwabaini wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka na kwamba jambo ambalo halijafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani, na akagusia swala la matukio ya watu kupotea kwa kulitaka jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Hotuba hiyo ya rais Samia Suluhu Hassan kwa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kama ishara ya kuvunjwa kwa bunge hilo kwa mujibu wa katiba tayari kwa hekaheka heka za uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Bunge hili litakumbukwa kwa kuwa na maspika wawili tofauti katika kipindi chake ambao ni Jobu Justin Ndugai na Daktari Tulia Axon. Jobu Ndugai aliyekuwa spika wa sita wa bunge alijiuzuru Januari 6 mwaka 2022 baada ya kukosoa hadharani hatua ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kukopa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo huku kauli yake maarufu kwamba kuna siku nchi itakuja kupigwa mnada ikizua mjadala mkali wa kisiasa na kisha kuhitimisha uongozi wake. Katika hatua nyingine, bunge hilo pia liligubikwa na mvutano wa muda mrefu kuhusu uhalali wa ubunge wa Alimamde na wenzake 18 wa viti maalum kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA waliofukuzwa wanachama na kamati kuu ya chama hicho Novemba mwaka 2020.